Nilimtaja Mheshimiwa Abubakar Asenga, Mheshimiwa Pauline Gekuru ajiandae na baadaye Mheshimiwa Naibu Waziri uh, Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa nafasi hii na kwa Kiswahili tunasema ni saada na sudi na bahati iliyo njema kupata nafasi na mimi ya kuchangia katika wizara hii nyeti katika nchi yetu, na mimi nataka kusema mambo mawili tu makubwa ambayo moja ni mazingira na la pili ni la Muungano kwa kuanza na mazingira, tumeona takwimu nyingi sana zikirudiwa kwa namna kila mwaka nchi yetu inavyoteketeza hekta za misitu kwa ajili tu ya mkaa, na kutokana na hali hiyo ndipo tunapompongeza Dkt Samia Suluhu Hasani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona hatari hiyo na kuanza kutoa gesi na kuhakikisha uwekezaji mkubwa unaofanyika katika gesi kiasi kwamba gesi ifikie kununuliwa kwa, kwa bei rahisi kwa kila Mtanzania. Lakini hapa, Mwenyekiti, pia ni kuipongeza wizara chini ya mheshimiwa mush, makamu wa rais na waziri kaka yetu Masauni, katibu mkuu na viongozi wote ambao wameweza kushirikiana na wizara ya nishati kuhakikisha jambo hili la gesi linaenda vizuri, na ni jambo la msingi sana tukwenda wapongeza sana. Lakini mwenyekiti, ni kweli kwamba ukifikiri hekta laki moja tunateketeza kwa mwaka, na nimemsikia waziri hata Jafo, wakati fulani akizungumza akitaka kuweka mpango wa kuzuia Dar es Salaam, kuna wakati watazuia mkaa. Nikawa nazunguka kule Kilombero jimboni, napima hekta moja mbili, yani nione hekta kumi ukubwa wake. Hekta laki moja, mheshimiwa mwenyekiti, si ndogo. Katika mambo kama tunatakiwa tuwekeze kwa nguvu, basi ni kuzuia kuteketea kwa misitu yetu kwenda kutengeneza mkaa. Tuache kabisa habari hiyo na tusahau habari ya mkaa. Mtu akikamatwa amekata mti uliokaa miaka mia moja mti ambao umekaa miaka sitini mti ambao umekaa miaka hamsini anakata, anachoma mkaa, hiyo hii ni jinai na ni kosa la jinai kabisa, tufikia wakati huo. Lakini huwezi kumhukumu mtanzania kwa sababu hujamfikishia nishati mbadala. Mheshimiwa Mwenyekiti, yako maonyesho, tuliona hapa bungeni wakati fulani tulipewa majiko hata ya umeme ambayo kumbe unaweza kuwa na jiko la kisasa la umeme linatumia umeme chini zaidi kuliko hiyo gesi, na wengine tukayanunua hapa na chemsha maharage kwa unit ndogo kabisa. Hiyo pia ni njia mbadala ya kupelekea watu. Tuna umeme wa megawati elfu mbili mia moja kumi na tano. Tupeleke umeme huu watu wanunue yale majiko, pia yasambazwe bila kodi, watu waache kupikia mkaa. Na kama ningelikuwa na mamlaka, Dar es Salaam ingelikuwa ya kwanza kuacha kutumia mkaa Apishana na maloli kwenye foleni alobeba mkaa, ukiangalia ukisema hii ndio miti ya nchi yangu na miaka hamsini, miti na miaka mia moja, ni hatari, si jambo la kuleta masihara. kama viongozi wetu, mheshimiwa waziri, na hii ni sekta mtambuka, mnaweza mkaamua na jambo hilo, majiji yetu yaache kutumia mkaa, tunusuru nchi hii na miti. Hakuna miti itakuja kupandwa hii inapandwa pandwa huku italingana na hii miti tunakata hii, miaka mia moja, miaka hamsini. Hakuna kitu kama hicho. Niliwahi kuwa kiongozi Rombo pale kwa Profesa Mkenda Moshi Kilimanjaro, kukata mti ni kama umeiba umevunja nyumba ya mtu. Na mimi nilikuwa dasi, ulikuwa unatuonyesha miti minne uliopanda, ndio tunakupa kibali, kibali cha kukata mti mti mmoja, na kibali hicho kinatolewa na DC, anajua kuna mti unakatwa kata fulani leo, chini ya uangalizi wa mgambo. Lakini baadhi ya maeneo katika nchi hii tunakata miti tunavyotaka. Nafikiri hili si jambo zuri. Kwa hiyo nataka kusisitiza hapo, nimeongea sana, kwa sababu takwimu zinavyotolewa hizo zinaonekana kama ni takwimu rais, rais. La pili kwenye mazingira, wekeni nguvu katika maeneo yenye misitu ambayo haijaguswa kama Kilombero kule kwetu, ukifika unaona giza la miti udizungwa hifadhi ya Nyerere, lindeni, wakisheni, mnawapa wananchi gesi hata bure ili wasivamie misitu na kukata miti na kuokota kuni. Kwa hiyo mkiwekeza nguvu kama Kilombero kule, tuna tuna mradi wa kuzalisha umeme wa Kidatu unatokana na maporomoko ya maji ambayo hayakauki, kwa sababu tunatunza miti tuna kiansi aikauki kwa sababu tunatunza miti. Kwa hiyo mtusaidie kutuletea gesi ili tusiendelee kukata, uh, miti. Nataka kumalizia upande wa Muungano. Sisi tulopata bahati ya kusoma chuo cha kumkumu ya Mwalimu Nyerere pale na kusikiliza hotuba za Mwalimu Nyerere katika maisha yake, unaweza kusema aligusia sana swala la Muungano na mi nataka kusema hapa, Suzani anakumbuka zile hotuba lakini mwenyekiti, Mwalimu amezungumza mambo mengi sana kuhusu Muungano. Kuna hotuba maarufu ya Mwalimu Nyerere anazungumzia nyufa tano za nchi. Anasema nyumba yetu ilipotikisika, tuliona nyufa nyingine katika paa, nyingine katika dari, nyingine katika sakafu. Akataja ufa wa rushwa, akataja watu kudharau, kupuuza sheria, ukabila, udini, lakini akachukua muda mrefu kuzungumzia Muungano. Akasema kumbukeni kinachowafanya mseme sisi Wazanzibari wao Watanganyika ni dhambi ya ubaguzi na huu muungano uliowepo. Kwa sababu sisi leo tuna muungano wa Tanzania tunawaona Wazanzibari, kwa sababu tuna muungano wa Tanzania Wazanzibari wanawaona wa Tanganyika. Na hii ndio ilikuwa sababu ya kwanza mwalimu Nyerere anasisitiza East Africa iungane, akiwaambia Kenya kuna makabila, Uganda kuna makabila, tukiungana katika East Africa hamtatazamana ndani ukabila wenu, mtaangalia Tanzania, mtaiangalia Uganda, mtaiangalia Kenya, kwamba tukichelewa wenzetu watatupita. Sasa leo tunazungumza baadhi ya ubaguzi kwa viongozi wachache wanaozungumza mambo ya ubaguzi. Tunajua kuna siasa ndani yako, mwenyekiti, nikupe siri, mimi najua vipo vyama vya siasa vilikaa, vilisema, hii CCM kwa muungano huu huwezi kuing'oa kwa sababu inakubalika huku, inakubalika huku. Tupambane tupate sehemu ya Tanganyika, tuwe na serikali ya Tanganyika. Tukifanya serikali ya Tanganyika, kuna siku tutaongoza nchi. Wanajidanganya, kuna watu waliozaliwa baada ya muungano hawawezi kukubali hiyo. Kwa hiyo mwalimu Nyerere anasemaje? Zambi ya ubaguzi mkisha kuitenda, mtaendelea. Ni kama na sawa sawa na kula nyama mtu. Kila nyama mtu mtaendelea tukula, mtaacha. Mtatengana na Wazanzibari. Anasemaje mwalimu kwamba wale watakao washangaa wenzao wakiwatenga, watabaki salama? Hotuba maarufu kabisa. Anasema Wazanzibari wakiwakataa Watanganyika. Kwa Zambi ile ile ubaguzi, wao wana rais. Sisi hatuna rais kwa nini? Sababu zile zile, zile za kitoto ambazo viongozi leo wanazirudia kwenye vyama vya siasa. Wanaona wana, wivu rais wa Zanzibar. Mwalimu alishasema mtawakataa Wazanzibari mtasema wao wa, wa, Wazanzibari. Si wao wana rais, sisi tuna rais kwa nini? Akatoa mfano mpaka wa Yeltsin siyo rais gani? Mtawafukuza Wazanzibari. Na alizungumza hilo kwa upande wa Tanganyika pia. Mtakuta kumbe mlijidanganya tu. Hapa kuna Wazaramo, kuna Wachaga, kuna Wapare. Mtamaliza kuchoma nyumba za Wapemba mtakuta kumbe amjabaki baki wa moja kama wa Tanganyika. Mwalimu akarudia tena. Wazanzibari wakiwakataa wa Tanganyika. Watanganyika watabaki wanawashangaa Wazanzibari, watasema wenzetu wanatuacha wenzetu kwanini? kwa nini? Kwa dhambi ile ya ubaguzi Wazanzibari nao hawatabaki salama. Ndio hiyo hotuba maarufu. Utakuta kuna Wazanzibari na Wazanzibara. Sasa leo tunauliza kama Mwalimu alizungumza miaka hiyo jambo hilo na, na shangazi hapa Mheshimiwa Shangazi ametuambia sasa hivi tuna changamoto, hatuna tena zile kero za Muungano. Tukiacha siasa, muungano wetu ni jambo la msingi kuliko kitu kingine chochote. Na mimi nilikuwa napendekeza mezani hapa kwamba lazima tuwe very serious kwenye jambo la muungano, vyama visajiliwe endapo vinaamini muungano. Na sisi hatuna shida na aina ya muungano. Tukienda kwenye uchaguzi mkuu Oktoba, ACT nenda kasema nataka serikali kumi, CCM sema nataka serikali mbili, CHADEMA nenda sema nataka serikali tatu na nani na nani. Tukichaguliwa Tuweke sheria hapa, tukishachaguliwa na wananchi, waechagua CCM. Wamekubaliana na aina ya muungano wa CCM, hakuna mjadala mpaka uchaguzi mkuu ujao. Hakuna kuruhusiwa kusema baada ya uchaguzi kama sera zako zilikataliwa, unazungumza kwa watu kuhusu kubagua nchi. Yupo kiongozi mmoja wa siasa anaongea kuhusu muungano kama anaongea takataka fulani hivi. Watu wanamwangalia, vyombo vinamwangalia. Mimi namuombea mema atoke kule alipo. Lakini vyombo vinamwangalia na yeye watu wanamwangalia. Anachezea muungano. Na hilo swala hata la mahakamani kuweka kuweka hiyo kesi kwenye TV kwani swala la kimuungano? Sio swala la kimuungano, lakini nazozungumza sisi wa Tanzania leo tunaona swala la kutengana kwa na serikali ya Tanganyika ni kitu rahisi. Na mchakato ulifanyika huko hapa Mwenyekiti. Viongozi wetu waliona busara, mapendekezo ya katiba yalikuja watu wakayapinga. Wakasema tubiri kwanza tuone kwanza kutoa elimu. Taarifa. Mheshimiwa Asenga kuna taarifa kutoka Dr. Joseph Mwagama. Asante, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa. Mzungumzaji anaongea vizuri kakangu lakini kwa lengo la kuulinda muungano huu, naomba ikiwezekana muungano huu upewe kinga ya kikatiba . Asiruhusiwe mwanasiasa yoyote kuugusa muungano wetu, kwani ndiyo heshima, ndiyo tunu na ndio utambulisho wa utanzania wetu. Mheshimiwa Senga, unaipokea taarifa? Mheshimiwa mwenyekiti, naipokea taarifa hiyo. Mimi nikukumbusha, mheshimiwa mwenyekiti, wakati wa Bunge la Katiba yupo kiongozi mmoja wa vyama vya siasa alisema muungano huu hauna mkataba ni feki mi nilikuwa pale, umoja wa vijana, sisi tuliomba serikali wakaenda kufungua sanduku la chuma kutuletea mkataba ule wa Muungano, tukauprinti kwenye t-shirt, tukavaa kwa maandamano katika nchi. Akasema na huo mkataba wenyewe, hii si saini, sio saini ya Nyerere wala Karume. Huyu mtu anatumika na nani? Kwa nini tunaacha mambo kama haya? Sasa mi nataka kupendekeza na jambo la msingi, msicheze nalo hii sisi CCM tumesema aina hii ya muungano mpaka tutakapouja kubadilisha katiba. Kama kuna chama kingine kinaamini aina ya muungano, ukishachaguliwa kama hujachaguliwa, hauna haja kuendekeza hiyo hoja, slogan yako ya kubagua nchi kwa chuki ambazo hazina maana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja, asante sana. Na asante sana Mheshimiwa Abubakar Asenga.